Lango la mwenza, endelea kusubscribe, like, comment na kushare, na ni jambo la msingi kwa kweli. Tuendelee kuwa sambamba mwanzo mpaka mwisho. Mzee wa red card, niko hapa kwa kie tisini zote kwa lugha ya Kiswahili. Sidhani, ameonyesha dhahiri shahiri kabisa kwamba amepata maumivu katika mguu wake wa kulia machela anawekwa kwenye machela na kutolewa nje uwezekano wa kuendelea na mtanange huu. Abdurasa Kimuami Hamsa unaonekana n anatolewa nje, Abdurasa Kimuami Hamsa kwa ajili ya matibabu matibabu zaidi. Araabkara, ni mchezo mbao una kasi kwa kweli, Yanga wanaoimara kwa kweli kwenye safu ya ulinzi na siku zote walimu wote ambao nakutana na Yanga wanasifia viwango vya mabeki kama ama, kiongozwa na Dickson Dickson Shadak Isaka Boka. Hivi sasa ameingia Isa Patrick Mwenda akisaidiana na Ibrahim Abdullah Baka, ni safi ya ulinzi kwenda kutengeneza pacha na Rushen Deriak. Mwamuzi Ahmed Rajiga anambia jioni hapa. Anambia Nabi Kamara shuhuri ni yenu hii. Na Nabi Kamara anasukumisha mpira akimlinda mlango wake Musa pinipili Kamara. Anaitamba kwanza kwa Rushine De Reuck. Rusha ndo mpira. Rushine De Reuck anasukumisha mpira akimlinda mlango tena kwa Kamara. Cheza tena kwa Rushine De Reuck. Hawa sasa hivi wanachamba. Hawa, hawa Simba hao hao. Ondosha ndo mpira katika tani Musa Kamara. Anaweka kwenye defensi ya Shomari Kapombe. Anacheza kwa Kibu Denis Prosper. Kibu, Kibu ndo mpira. Anabamba mpira kwa toro nje na mwamuzi anasema Pakompe do Zuzwa ndani dakika hizi 25 Pakompe do Zuzwa, hakuna mikimbio, hakuna pasi ya baana, hakuna attempt leo, ni bagu tu. Unachota mpira kwa uzuri kabisa kwa Shamo Karabo, wanaondoka Simba. Karabo na mpira sio kabisa kwa Kenabi Kamara, chana tena kwa Shamo Karabo. Karabo weka mpira pembeni kabisa kwa Kirusha Nderiak, anautambalisha mpira kwa uzuri kabisa kwa Alasane Maudo Kante. Anakwenda na mpira Kante, Maudo Alasane Maudo Kante soko mizona mpira gwatana korosha haya Shamu Karabu, Karabu mpira Shamu na kwa mpira Shamu tabrisa mpira gwatana kwa haya anarudisha mpira nyuma kabisa. Ah, a Simba sasa hivi wanako sasa hivi, je, back pass zao ambazo hazifiki kwa wakati sasa hivi watauokota na Musa, pin pili Kamara Kamara. Musa anaendelea kutoa maelekezo kwa wachezaji wake ndani ya dakika hizi 26 pakome, hakuna mikimbio.

alipewa pasi nzuri na adhabu kibu. Dennis Prosper alikuwa na uwezo wa kujanyua tu ule mpira, lakini akaachia kombola mlinda mlango diara akaenda kucheza Kamara. Musa wanaondoka Simba, weka mpira kwa nzuri kabisa kwa Roshan Derak, anautambaliza kwa Alasane Maodo Kante, anakwenda bila Kante, Maodo Alasane Maodo anaenda, mpira moja mrefu sana kwa tena na kwa Shashale, anacheza kwa Jobreki, Max Zengelempia goko la kotosa mpira weka kwake Max tena, Max anakwenda bila, Max anakwenda na mpira, Max anaingiza kwa mbele, dribble tena, kwa haya haya haya haya haya, haya, haya, inaweka tena kwa pote na nafasi ya wazi hapa Max Zengili anaukimbia tena kupa kobe, anaingiza kwa sababu ya tafuna na kamata Zengili, kamata uzuri kabisa. Musa Peripei Kamara aliunyanyua ule mpira pa kombe, ndo ususwa Mudasiri Yahya, basi alikwisha tegesha kuposi ule, alikuwa anataka kuusindikiza kwenye kamba, lakini mlinda mlango Uh, Musa perepere pere kabara akaenda kucheza counter attack nzuri. Cross nzuri alipigia Dube Prince, lakini os zuri alipigari lakiniuol akaukosa. Mechi tam sana hii, uh, bonge moja la game moja kataa, mechi nzuri mno ya kuenjoi sana, ndiyo hii. Dakika ni na ishirini na nane zimekwisha ondoka. Mpaka sasa kipindi hiki cha kwanza, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Uh, si Simba Sports Club wala Yanga Africans aliyefanikiwa uh, kuweza kuliona lango la mwenzake mpaka muda huu. Uh, bado ngoma ni ngumu, uh, na timu zote zinacheza kwa nidhamu ya juu sana kibu nerese Prosper akapoteza ule mpira, pakompedezuzu apiga pasi nzuri kabisa, anatokea Shamo Karabu, anamwachia mlinda mlango wake Musa Pilepili Kamara, Kamara na mali ya Musa Pinpin, taratibu kabisa, na wapozesha kwanza, na watuliza mabeki wake, anaambia tulieni kwanza, alafu tunaangalia tunaendaje. Musa Pinpin Kamara kawapa kwanza, wachezaji wake watulie kwanza. Presi Dube anasogea, alafu anaenda na ukamata ule mpira, anatisha kama anashika afa, anaangalia, <laughs> safari kama kukamata kabisa na mikono yake miwili, Edo mpira juu kabisa kwa Musa Pinipini Kamara. Anagoka na kotose tena kwa na mamba tiso na mpira. Azizi anabwile Anathibito na roka tena kwa kibo. Sasa kibu anaweka mada kwa desa. Anaweka mada desa, anaweka mada desa. Mkwala, Goal kick. Stephen Lese, mkwala. Alikuwa na haraka tu ile. Mwenzake likuisha un mpanzu, kibisawala mpazu likuisha fungua. Lakini ile mkwala kataka akaipigia mwenyewe panzu, anaambia ungeniwekea hapa, yaani leo pakome ya tembei. Mpanzu wa tembei. He he. Uh, he. Mpanzu atembei, atembei. Uh, leo mpanzo wa tembei na pakome ya tembei, labda ni kipindi cha kwanza labda ni kipindi cha kwanza labda ni kipindi cha kwanza, lakini hii songo mbingo ya leo ni hatari, unawekwa bila kwa uzuri kabisa kwa Simba, ndondoka tena, rushen deriak, rushen Areno, mpira kwa uzuri kabisa anabamba tisa, mpira unakwenda na nje, naak mpira kurushwa Kisaka Boka katika lango la ni jukumu letu sote kuhakikisha biashara zetu za utalii na urithi wetu wa asili unahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ikiwa una nafasi, tembelea mbuga ya kitaifa leo na ushuhudie maajabu ya kiasili. Kataa nyama pori isiyo halali na toa taarifa dhidi ya uhalifu wa wanyamapori. Rudi nyuma Mwenda, alafu rushe tena. Eh, kadi kaitakia Shadraki Sakaboka anapewa kadi ya manjano wakati mwamuzi anasema urushwe mpira kuelekea katika lango la Simba, boka kwa asira akachukua ule mpira akaudundisha chini. Yeye tunasema ni kadi ya kujitakia ya njano kwa Shadraki Sakaboka. Mayday, mayday, kulikuwa hakuna haja wala urazima wa yeye boka kuupigiza ule mpira chini, hiyo haja ilikuwa hakuna kabisa hiyo. E, unasema ni kadi ya njano yani... Najuuliza uh, Boka vipi, Yari unadundishaje mpira chini yani? Kadi ya njano yani ize sana. Halafu kwenye mechi tafu kama hii Wadodoka na mpira Simba, sasa Kibu. Na kwada na mpira Kibu, Denis Kanyagi mpira kwa uzuri kabisa kwa Karim Paso, kibisa wala Arengisa majalo Ondosha katikati, Ibrahim Baka Ariwe chila kurusha ndiriak, Weka mpira kwa uzuri kabisa kwa Shomari Kapombe, Kapombe Shomari na kwa Alasane Maudu Kanchari, wekwa chini Alasane Maudu. Mamuzi anasema urusha mpira kuelekea katika lango la Simba Sports Club, bila shaka kocha Fado Davis anapewa kadi eh, atapewa kadi sasa hivi, amekwenda kuonywa kocha wa Simba Fado Ramani Davis, wakati Yanga wanajiandaa kwenda kurusha mpira, Fado akachukua ile mpira akauficha nyuma ya kwapa ili wachezaji wake wote warudi, inapigwa follow kuelekea katika lango la, la Simba Sports Club. Alasare Maudo Kante alikwenda kumfanyia madhambi pa Kompe do Zuzwa. Azizi anabwira na ikata ya kwanza. Joboreki, sukumiza mpira pembeni kabisa kwa Israel Patrick Kimwenda. Anautambaliza duke ya Buya kwa Kimwenda tena. Israel Patrick Kimwenda. Mwenda na mpira. Ngoga bila kwa uzuri kabisa kwa Dickson Jobu. BBD, Big Brand Defender Jobu. Anajaribu kucheza ya kwanza. Diara. Jigiriara. Anaangalia upeleke wapi? Inua mpira moja mrefu kabisa huko juu.

mpira unaokuwa ni mrefu sana naitokea itokea Ibrahim Abdullah Baka Amadi. Wao tani vizuri kabisa Baka. Anarudisha kwa mlinda mlango wake Jigi Diara. Diara na mpira. Goga mpira kwenye kata Dimba. Azizi ana bwile. Ndio mpira pembeni kabisa Magari Mwanza kumtafuta Pakome na Goko na Kotosi. Unajaribu kucheza tena kwa Nalasane Maudo kata, ambaye tuende muda na kwa muda athiri. Inapigwa pasi na Fasco Pando, ingefika sasa ile Maxi Zengeli mpia, baada ya kwenda kufunga, kairudisha mpira nyuma kwa Simba sasa anadhibitiwa kwa uzuri kabisa. ile mpanzu azeze anabwile wanakosea tena Young Africans, mpira unakwenda mrefu unakwenda nje na unakwenda mpira kurushwa kuelekea katika lango la Young Africans. Mechi na utulivu sana, hii mechi na utulivu uh, wa hali ya juu kule kweli, mechi na utulivu sana, timu zote mbili zinacheza kwa nidhamu iliyotukuka. Anajaribu kuinua mpira juu juu kabisa, anataka kutoa sasa na bwile mali namba mbaya tena anaambia twende, yanafanyika madhambi, lakini mwamuzi anasema mpira uendelee kuchezwa, lakini anasema hapana, yamefanyika madhambi. Yuko chini ya Lasane Maodo Kante, alikwenda kufanyiwa madhambi na Prince Mpume lelo Dube Dube, naye anataka kudundisha mpira. We Dube, usifanye hivyo, utapigwa kadi sasa hivi na, na mwamuzi wenyewe Ahmed Rajiga achelewi wala nini kugawa upendo, yale kukupa upendo ukangaike nao, achelewi inapigwa folo kuelekea katika lango la Young Africans. Kibu Dennis Prosper. Goga bila kwa uzuri kabisa kwa Kesha Mouka Dabu. Anautamaliza bila kwa Kerusha Ndiriak. Anaweka bila pembeni kabisa kwa tena kwa Lasane Maudu Kante. Kante na mpira Lasane. Piga pasi Kinanda, ondosha na mpira katika tari Shadrack Saka. Anaweka tena kwenye deep freeze awe tena kwa Lasane Maudu Kante, ondoka Simba. Kante na kwenda na mpira Lasane. Ndio bila kwa uzuri kabisa Kagoma anacheza na Shomari Kapombe. Weka mpira kwenye deep freeze Kapombe Shomari. Anaikata kwa Shashale au anafanyika madhambi. Mamuzi anasema Uh, nyanyuka Kapombe mpira, uweze, Zangeli, pia, na mpira uweze kuendelea alikuwa anakwenda kuwapeleka Malikiti. Wanapata kona Yanga Africans, anakwenda kuchonga kona ni pakompedozuzwa anakwenda kuchonga kona e, pakompedozuzwa sikiriza kona hiyo. Dakika ni thalathini na saba. Tunasema dakika za chumbani, tunasema dakika za chumbani hizi, lakini ameachiwa Maxi Zengeli mpia jukumu la kwenda kuchonga kona ile kona inapigwa kuelekea katika lango la inapigwa uh, kona kuelekea katika lango la Simba Sports Club. Anakwenda kupiga kona ni Max Zengeli mpia, dakika ni 37 inaelekea 38, yuko chini Shomari Kapombe, yuko chini Shomari Salum Kapombe. Anapatiwa huruma ya kwanza tunasema dakika za chumbani <laughs> tayari amekwisha nanyuka kapteni Shomari Salum Kapombe anatolewa kwanza nje, anasema yuko tayari kabisa kuendelea na mtanange huu na jukumu la kwenda kuchonga kona naambiwa ipige sasa. Max Sengele pia anaasisha kona fupi kabisa kuMusa Piripiri Kamara

Eh hey, kibuderisi Prospa. cena cena kwa na Lasane Maodo Kante. Yusuf Ari Kagoma. Sokomeza mpira kwa uzuri kabisa Lasane Maodo Kante. Hawa anakosea sasa hivi Simba. Tupo hapa. Back pass zina kodi nyingi sana hapo, anajichanganya wenyewe. Rushe Deriak weka mpira kwa uzuri kabisa kwa Shomari Salum Kapombe. Kapombe Shomari anausogeza mpira kwa Kesha Shale au ataiwai haya. Au anakuwa na mpira au anakuwa na mpira au anabamba tisa mpira tuna nje na Pakompe dozuzwa. Ndani ya dakika 39 Sipa Kome wala mpanzu anayetembea wote wamefichwa sehemu mpanzu. Jean Charl kwa chenachena, Deriak Rusha na mpira ina mpira kozuri kabisa kwake skala, naacha kapomkpomb takupni Shomari Salum Kapombe yeye, namlinda mlango Diara wenzako alikuwa anaiomba weka hapa lakini ikashindwa kuweka mpira kwenye kamba. Haya, Yanga wanajibu mapigoamreuma anakwenda na pila max anathibitiwa na shamukarabu muamuzi anasema ni faulo, ni mita kumi na tisa nje kidogo ya boksi. Kwa wapigaji wazuri tunasema haleluya, osana. Maxi zengeli mpia amekwenda kufanyiwa madhambi kwenye mita kwenye ule mstari ambao unatengeneza boksi na nje. Kwanza kapombe alipata nafasi yeye na, na diala wenzake wamefungua wanaambia, weka hapa tu place tuweke kwenye kamba, kapombe akagoma kabisa, akasema nataka nifunge mwenyewe, lakini alikuwa na timing nzuri, kwa sababu alikuwa anamuona mwona golikipa alikuwa na uwezo wa kunyanyua ule mpira kuuchopu. Sikiliza, folo hii inapigwa kuelekea katika lango la Simba sports Club, nje kidogo ya boksi. Kwa wapigaji wazuri, kwa wapigaji wazuri, maeneo haya, kwa wapigaji wazuri tunasema haleluya osana, maeneo haya, kwa wapigaji wauriwapigaji wazuri wazuri, haleluya wazuri, osana! <laughs> Dakika ni arobaini na moja inakwenda na kupiga follow, ni Pakompedozuzwa Pakompedozuzwa, uh, yuko pale Israel Pate Kimwenda. Pakome ayupo ameachiwa jukumu Israel Pate Kimwenda. Yuko na Max Zangeli mpia haya hey. Alali la la la li la uh, hey. Dakika ni arobaini na moja hiyo ikiriza hii kwa wapigaji wazuri kama kina Mwenda, Israel Patrick Mwenda yuko na Max Zengeli mpia, wakijaribu kupeana signal, tufanyeje? Ee, ukuta wache wa wachezaji wanne wa Simba na nyuma kule amelala kabisa nyuma ukuta. Ee, ya ukuta Jean Charles yaua, tuseme haleluya. Haya, Maxi Zengeli kaigusa kwa Mwenda. Mwenda, Mwenda kaambatiza ule mpira, mwamuzi anasema hakuna inapigwa tena kigongo kile kweni shindwa kuipiga moja kwa moja. Young Africans kweli, kona Maxi hakuipiga moja kwa moja, alimsogezea Mwenda, wanapata kona Young Africans, na anakwenda kuchonga kona. Ni Maxi Zengeli mpia, huu msako huu, kose goli huu kwa timu zote mbili, sijui segeleza. Kona anakwenda kuchonga Maxi Zengeli mpia. Maxi alitisha kama anaipiga, afu akamwekea Mwenda. Mwenda kwenye shuti alopiga kubambatiza, anawekwa ya kwa kwa kwa chini, mwamuzi anasema Urusha mpira kuni katika lango la Young Africans, anakwenda tena kurusha mpira. Shomari Kapombe na Yusuf Ali Kaguma dakika ni arobaini na tatu kipindi hiki cha kwanza, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili lakini pia vilevile, usisahau kusubscribe channel yetu ya Imba Radio Studio pale mjini YouTube. Atiristi kwenye live chat ile wafiki watu f7, tatu, piga live chat 2020 ameufunga mjadala huu Anaondoka na bila tena kwa shada ya kisaka boka m mpira kwa uzuri kabisa, Shamuka na Buyule. Aregusa ya kwanza mpira umefika tena huko Nabi Kamara. Ile mpira kwa uzuri kabisa kumdavuta Mpanzu, lakini anachelewa Jean Charles ya huwa. Mpira bado wako na Young Africans. Muda thiri yake ya basi. Muda muda anakwenda na mpira kata mpira kwa uzuri kabisa kwa tena kwa Max Zangeli pia Max anakwenda na mpira Max anageza cross ile. Mpira kwa mrefu ndio kwa nje. Mpira na kwa nje ndio kuwa ni goal kick na faida kwa upande wa Simba Sports Club. Zile dakika 45 za mwamuzi Ahmed Rajiga zimekata dakika 45 za kwanza zimekata, zinasubiriwa zile dakika za nyongeza. Mechi imekuwa ni ngumu, mechi ya kimbiru sana, labda kwenye kipindi cha pili kila mwalimu ataamua kufunguka, labda kwenye kipindi cha pili kila mwalimu ataamua kufunguka, lakini mpaka sasa ngoma bado ni ngumu kweli kweli. Dakika tatu zimeongezwa kuitamatisha safari ya dakika 45 za kwanza. Rushen anainua mpira moja mrefu sana. Kanafanyika madhambi Shadra Kisaka Boka na kadi ya njano, sasa hivi atapewa. Umeme alikwenda kufanyia madhambi Stephen Dese Mukwala. Dakika tatu tu ndizo ambazo zimeongezwa kuitamatisha safari hii ya dakika 45 za kwanza. Anakwenda kupiga faul ile ameachiwa Rushine de Reuck, anapenda kumuita kumwita the Rock, anakwenda kupiga ule mpira

Karabu Shamu. Weka bila kwa mlinda mlango wake Musa Kamara. Chira chira kwa Shamu Karabu. Karabu sugubisa bila kwa uzuri kabisa mashariki mwa uwanja kwa kenambi, Kamara. Anasogeza kari kata dimba kwake Alassane Maodo Kante. Kante Maudu. Ile bila moja mrefu sana kumdavuta Sidi sana kwa zuri, kwa msa, Nixon, yubu, bila Dese Mukwala. Dese anasema kwa uzuri kabisa Dickson Jobo na tumbi na nje na kwenye kona. Wanaipata Simba Sports Club. E, yuko chini Dickson Nixon Jobo. Yoko chini Dickson Jobu ameushikilia mguu ule, sema bwana mguu kidogo amepata shida, ameshikilia mguu Dickson Jobu. Wakati alitua alitua vibaya, wakati anautoa ule mpira nje kwenye kutua, akatua vibaya. Nahodha Jobu Diki anaitwa BBD, Big Brain Defender. Inapigwa kona kuelekea katika lango la Young Africa, asetari amekwisha nyanyuka. Dickson Jobu Anakwenda kuchonga kona ni Jean Charles Aua. Sikiliza kona hiyo. Labda inaweza ikawa na matumaini. Hiyo unaweza kusema ni kona ya mwisho ndani ya dakika hizi 45 za kwanza. Anaambiwa achia ngoma hiyo. Jean Charles Aua anaregeza kona moja ndefu na kwa kuna kutoa sodosha katika tari. Mpira una bamba. Haya Alassane Maodo Kante. Maodo na Pakome. Alassane Maodo Kante anawekwa chini. Mwamuzi anamwambia Pakompe dozuzo umecheza madhambi. Leo Pakome, leo Pakome kawekwa kwenye kitanda cha kamba, kukutana na kitanda cha kamba, godoro la nchi nne. Hatembei Pakome, labda kipindi cha pili akiingia, ya Selestini yakuwa, maybe labda akiingia Mohamed Dumbia maybe Legere. Kwa sasa angoma, ngoma bagwitu, ngoma ngumu. Anakwenda kupiga follow ile